Hujambo, ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi Oktoba. Karibu katika makala ya ukweli au uongo hapa RFI Kiswahili. Himizo letu sote tutumie vizuri mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, ili tusipotoshe umma. Ukiniita Jupita Mayaka nitaitika, nami ni Hilary Ngati. Nikumbushe kuwa kwenye kipindi tunashirikiana na Laben Valencia na moja habari tunaangazia ni machapisho ya kupotosha kuwa kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu alishinda kesi ya uhaini, lakini akachagua kuka. Hadi uchaguzi uishe. Pia tutakagua machapisho yanayodai Ufaransa iliwataka wananchi wake kuondoka Kamerun na Ivory Coast kutokana na chaguzi za nchi hizo. Namba kuwasiliana nasi ni alama ya kujumuisha 254707888555. Hujambo ndugu Ingati. Sijambo Jupita, mafua kidogo. Mafua umeyatoa wapi, umeenda kukula upepo wa bahari ukafanyaje vile? Shughuli shughuli ni mingi ndio kidogo. Tuanze wapi kwenye kuhakiki hii leo? Mimi nitaka tuanzie kule Tanzania labda wanatujuza kuna nini kule. Nchi hiyo ilifanya uchaguzi siku ya Jumatano, lakini hapo awali kuna video ya mtandaoni na machapisho mnamo Oktoba 24 yalidai kiongozi wa upinzani Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini kwamba alishinda kesi hiyo lakini akaamua kukaa rumande hadi baada ya chaguzi. Sasa Jupite, kwenye mitandao ya kijamii hasa X, kwa mfano chapisho la Abdulahi Adan lilikuwa limetazamwa na zaidi ya watu laki tano. Lilisoma hivi: kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ameshinda kesi ya uhaini dhidi ya serikali. Mahakama Kuu ya Tanzania ilimwondolea mashtaka yote na kumwachia huru rasmi. Chapisho hili linaendelea kusema kwamba, hata hivyo, kwa ujasiri, Lissu amechagua kukaa rumande hadi tarehe 29 Oktoba mwaka siku moja baada ya uchaguzi. Linaendelea kusema anakusudia kupinga matokeo ya uchaguzi, akisema kuwa Rais Samia Suluhu Hassan alimweka gerezani kwa makusudi wakati wa kampeni, na hivyo kulinyima taifa uchaguzi wa haki na huru. Sasa video hii kwenye X no. na mitandao mingine ya kijamii Jupiter inamwonyesha mm -hmm. Lissu akiwa na mavazi mawili tofauti Tunaanza kuhakiki ikiwa kweli Lissu ameondolewa mashtaka yanayomkabili. Sasa, mnamo Oktoba 23 kituo cha The Chanzo kwenye YouTube kilichapisha majibu kutoka kwa wakili wa Lissu Gaston Garubindi akizungumza baada ya kesi hiyo kuhairishwa hadi siku iliyofuata. Sasa msikilizaji, siku ya Ijumaa ya Oktoba 24 katika mapingamizi yao, upande wa mashtaka ulisisitiza kuwa kuhairishwa kwa kesi hiyo ni hitaji la kiutaratibu kutokana na mashahidi kutokuwepo, na walipinga vikali Lissu kuachiwa kwa, kwa dhamana. Na sasa baada ya mazungumzo mafupi mahakamani, jaji Ndunguru alitangaza kesi hiyo kuahirishwa hadi Jumatatu Novemba 3 mwaka 2025 saa tatu asubuhi. Msikilizaji, kwa mjibu wa hukumu iliyotolewa awali, Tundu Lissu hajaachiwa. Kesi yake iliahirishwa hadi Novemba tatu. Ukweli au uongo? Nam, bila shaka msikilizaji wetu, ndicho kipindi unachoendelea kusikiliza hewani katika idhaa ya RFI Kiswahili, tukihimizana kwa mabalozi wa habari za ukweli haswa katika nyakati hizi za kuendelea kukua kwa teknolojia. Nam, habari nyingine tunaangazia leo ni kwamba tangu Jumatatu ya Oktoba 20, kuna taarifa kwenye mitandao ya kijamii haswa Facebook na WhatsApp zinazodaiwa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa zikilenga raia wake wanaoishi Cameroon na Ivory Coast katika chaguzi zilizoandaliwa ingati mnamo Oktoba 12 na Oktoba 24, mtawalia. Sasa chapisho la Facebook la taarifa kwa vyombo vya habari inahusu Ivory Coast na inasema hivi: Wizara ya Mambo ya Nje inafahamisha kwamba kutokana na hali ya kutisha ya hali ya usalama na kisiasa nchini Ivory Coast, inapendekeza raia wote wa Ufaransa waondoke nchini humo ndani ya saa 72. Chapisho lingine linachapishwa siku hiyo hiyo likilenga kamerona, inadai Ufaransa pia iliwataka raia wake kuondoka nchini humo. Hati hiyo iliyowasilishwa kwa njia ya picha skrin ya WhatsApp. Inakaribia ingati kufanana ya inakaribia na taarifa ile ya Ivory Coast. Msikilizaji, machapisho haya kwa vyombo vya habari ni ya uongo kabisa. Tulipotafuta kwenye tovuti ya balozi za Ufaransa katika nchi hizi hakuna wito wowote kwa raia wa Ufaransa kuondoka Kamerun na Ivory Coast. Pia utafutaji kwenye tovuti ya wizara ya mambo ya nje kwa ajili ya taarifa hizi za madai kwa vyombo vya habari pia hatukupata maagizo hayo. Ubalozi wa Ufaransa nchini Kamerun mnamo Oktoba 21, ulichapisha kanusho rasmi kwenye ukurasa wake wa Facebook. Ingati hebu soma kanusho hilo, inasoma hivi: akaunti hizi feki hazijumuishi kama wanavyodai mawasiliano rasmi ya mpango wa wizara ya Ulaya na mambo ya kigeni. Hii ni habari ya uongo ambayo hairejelei maono ya wizara hii. Ukitembelea wavuti rasmi wa wizara hiyo unaweza kupata habari muhimu na za hakika ingati. Pia ubalozi wa Marekani ulikuwa umelengwa na taarifa sawia na hii ya kupotosha kuwa ubalozi unataka raia wake kuondoka Cote d'Ivoire. Hata hivyo hakuna ukweli kuhusu hili na msikilizaji, Ufaransa haikutoa wala haijatoa wito kwa raia wake kuondoka nchini Ivory Coast na Cameroon kutokana na chaguzi za nchi hizo. Kweli. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp, alama ya kujumlisha 254 707 888 555. Unaendelea kusikiliza ni RFI Kiswahili, kipindi yaani ni ukweli au uongo ka nami Hilari Ngati. Naam, mimi ni Jupiter Mayaka. Jupiter, kwa sababu muda umesonga sana, naona na kwa njia ya simu mchora vibonzo wetu yuko tayari. Habari ya jioni, kwa haraka, unatuchorea nini? Katika makala ya leo nitaangazia matukio kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo tumeona uchaguzi mkuu ulioandaliwa tarehe ishirini na tisa Oktoba ukiwa umeleta mtafaruku mkubwa sana nchini humo. Kiongozi wa upinzani Bwana Tundu Lissu aliyejipata kizimbani kwa kuhitajika kujibu mashtaka katika kesi ya uhaini dhidi ya serikali ya Rais Mama Samia Suluhu. Habari mitandaoni zilizoibuka mnamo tarehe 24 Oktoba kuwa Tundu Lissu aliwachiliwa kutoka gerezani na akakataa zimethibitishwa sasa kuwa ni za uongo tu, kwa sababu kesi yake ndiyo iliyohairishwa hadi tarehe tatu Novemba, tarehe ambayo ni baada ya uchaguzi mkuu. Asante, nikuache umalizie kibonzo chako. Unajua kwamba msikilizaji akitaka kukitazama anaweza kutembelea wavuti wetu wa www.rfi.fr /sw Ukweli.

<laughs> ndiko na la lazima unitayarishie meza mbili joa kwa wangu. na unitayarishie chupa makumi mbili ya bia na brochette kumi. Nini, eh, papa, leo eko siku yeko special sana kwangu. Niko nyona sherehe kwachiwa huru ya mpenda mwenye kutoka mpenda mgereza eh, eh.

k ie mwenda bazimu. Eh, bwana, mi peke ni sikiliza audio walituma mu grupu WhatsApp yetu. Musabe tu ampendi tu ile habari ya kusikia sasa mpendo anafunguliwa, wabaki tu mu gereza tu, na kama mina basonga afya kubalomba moto ni mwache tu Mpenda na toka mprison na nakuwa huru. Si chofi lakini si ni habari zenyewe na tuletea. Niambie kwanza lakini. Hmm. Est-ce que ulishaitwa kule ku prison ujue kama ile habari ni ya kweli? Muulize kwanza. Okay. Acha ni tazamu Esa, okay, wa prison. Na ni ndugu yangu. Moyo awa konfirme hapa sai sai. sai sai. Eh, allo, Ni mie Zamiri niko naongea. Niambie kwanza, est-ce que mpenda acha mtosha mprison? Siku nakia kumchukua pale. Unasema eh? <laughs> Ndio kusema akuachiwa huru.

Na bila shaka msikilizaji wetu, ukiwa na shauku kuhusu habari kwenye Facebook, X, TikTok, kuwasiliana nasi kwenye hiyo mitandao ya RFI Kiswahili. Namba yetu ya mawasiliano unaanza na alama kujumulisha 254707888555 umekuwa na mihilari ngati nami, ni Jupita Mayaka. Inshallah tukutane mwezi Novemba. Kwa heri, kwa heri.